Mbili mosi, niweze kutambulisha meza kuu, lakini la pili niweze kukaribisha mheshimiwa mwenyekiti wa tume aweze kutufungulia mafunzo yetu haya ngazi ya mkoa ya watendaji wa tume kwa uchaguzi. Naomba niweze kumtambulisha ndugu Sule Selemani Katete, mwenyekiti wa mafunzo. Mheshimiwa mwenyekiti amepita kwa kura za ndio zote, hakuna kura iliyoharibika wala iliyokataliwa, asante. Naomba nimtambulishe Jera Nesolo, mratibu wa uandikishaji mkoa wa Dar es Salaam. Asante. mimi naongea, naitwa Ramadhani Kaifa, mkurugenzi na katibu wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Naomba nimtambulishe Mheshimiwa Dr. Zakia Emma Bubakari, kamishina wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Asante. Naomba nimtambulishe wakili mwandamizi Magdalena Kelo Bangira, mjumbe wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi Namba nimtambulishe Mheshimiwa Balozi Omar Makuri Mjumbe wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Asante, namba nimtambulishe Mheshimiwa jaji wa Mahakama Kuu wa sina Hei Omari Kamishina wa Tume. Asante, namba nimtambulishe Mheshimiwa jaji wa rufaa wa Mstaafu Mbarouk Yasin Mbarouk makamu Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Asante, namba nimtambulishe Mheshimiwa jaji wa rufaa Jacobs C.M. Mwambegele Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, Dar es Salaam imepata bahati ya kuwa na full bench yote ilikuwa hapa mbele yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, naapassa kashima cawazipa nikukaribishe ukufungulie mafunzo yetu haya ya watendaji wa uboreshaji ngazi ya mkoa. Karibu sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uh, kabla sijasoma ya hotuba yangu naomba niwajulisha kwamba tume ilipata msiba, tulikuwa wajumbe saba lakini sasa kama tulivyotambulisha hapa, mnaona kwamba tuko sita mmoja, kwa sababu mwenzetu mmoja alitangulia mbele za haki. Kwa kumkumbuka, naomba tusimama kwa muda dakta mmoja kwa heshima yake. ke roho ya marehemu Kamishna Mwanaisha Asmani Kariko na alipema Amin. Asante. Mheshimiwa Mbaruk Salim Mbaruk Makamu Mwenyekiti e, wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na Jaji wa Rufani mstaafu Waheshimiwa wajumbe wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, Jaji wa Mahakama Makuu Asina Abdullah Omar, Omar Ramadhani Mapuri, Mheshimiwa Magdalena Rabangera na Dr. Zakia Muhammad Abubakar, Ndugu Kailima Ramadhani, Mkurugenzi wa Uchaguzi, wakurugenzi na wakurugenzi wasaidizi wa idara na vitengo kutoka tume huru ya taifa ya uchaguzi, mratibu wa wandikishaji wa mkoa ndugu yangu Jerry Sondo, mwenyekiti wa mafunzo ndugu Selemani Kateti, hongera sana kwa kuteuliwa kwa, kut, kwa, kut, kwa kupita, naambiwa ulipita bila kupinga, lakini ilibidi sasa upigie kura za ndio au hapana kwa mujibu wa sheria, na umepata kura za ndio asilimia mia moja. Hongera sana wakufunzi wa mafunzo, maafisa waandikishaji, maafisa waandikishaji wasaidizi ngazi ya jimbo, maafisa uchaguzi, maafisa ugazi, maafisa tehama halmashauri, mabibi na mabwana, jamhuri ya muungano wa Tanzania Jamhuri ya Muungano wa Tanzania! Asi. Najua ni lent yaani Kwaresma na ni Ramadhani, lakini mpema, bado mapema nadhani, bado nguvu bado tunazo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania! Hapo nimekubali. Kwanza kabisa, napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai na afya njema. Pia napenda kuwakaribisha washiriki wote katika semina hii muhimu itakayojumuisha mratibu wa uandikishaji wa mkoa, maafisa wa uandikishaji, maafisa wa uandikishaji wa ya wa usaidizi ngazi ya jimbo, maafisa uchaguzi, maafisa ugavi na maafisa tehama wa halmashauri. Kwa nafasi ya pekee napenda kuwapongeza washiriki wote kuchaguliwa na Tume kuendesha na kusimamia zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura. Sina shaka kuwa kuchaguliwa kwenu kunatokana na ujuzi, uwezo na weledi mlionao katika kutekeleza majukumu ya kitaifa likiwemo zoezi la uboreshaji wa daftari, ikiwa ni maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Ni matarajia ya tume kuwa kutokana na semina hii, kila mmoja wenu atapata elimu na ujuzi wa kutosha utakaomwezesha kutekeleza majukumu yake ili kufanikisha uboreshaji wa daftari. Mafunzo haya yatahusisha namna ujazaji wa fomu pamoja na kutumia mfumo wa kuandikisha wapiga kura, yani voters registration system kwa kifupi VRS, ili muweze kupata uelewa wa pamoja utakaowapa fursa ya kutumia kwa ufasaha mfumo huo pamoja na vifaa vingine vya kuandikisha wapiga kura. Mafunzo haya yanawajengea umahiri wa kuwafundisha maafisa waandikishaji wasaidizi ngazi ya kata, kisha nao watatoa mafunzo hayo kwa waendeshaji wa vifaa vya biometric na waandishi wasaidizi ambao ndio watahusika na uandikishaji wa wapiga kura vituoni. Aidha, maafisa tehama watapatiwa mafunzo maalum ya jinsi ya kukabiliana na changamoto mbalimbali za kiufundi, yaani troubleshooting, endapo zitajitokeza wakati wa zoezi la uandikishaji wa wapiga kura vituoni. Nimejulisha kuwa baadhi yenu mlibahatika kushiriki katika kuratibu na kusimamia utekelezaji wa shughuli mbalimbali za, za Tume ikiwemo uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura katika awamu zilizopita. Kwa kutumia uzoefu mlio nao na mafunzo mtakayopatiwa, ninaamini mtafanya kazi zenu kwa weledi, bidii na moyo wa kujituma, ili kufanikisha zoezi hili. Pia nawasihi kutumia uzoefu wenu mlionao kuwasaidia wenzenu ambao hawajawahi kushiriki katika zoezi kama hili ili waweze kutekeleza majukumu yao kikamilifu. Vile vile, wakati wa uboreshaji wa daftari mawakala wa vyama vya siasa wataruhusiwa kuwepo katika vituo vya kuandikisha wapiga kura. Jambo hili ni muhimu, kwani litasaidia kuleta uwazi katika zoezi zima, lakini pia mawakala hao watasaidia kutambua waombaji wa eneo husika, hivyo kupunguza kutokea kwa vurugu zisizokuwa za lazima. Mawakala hao hawaruhusiwi kuwaingilia watendaji wakati wote wa utekelezaji wa majukumu yao vituoni. Maelekezo zaidi kuhusu mawakala wa vyama vya siasa yatatolewa na wakufunzi na ni muhimu kuyazingatia. Tume imetoa kibali kwa asasi za kiraia mia hamsini na saba kwa ajili ya kutoa elimu ya mpiga kura. Pia imetoa kibali kwa taasisi na asasi za kiraia 42 kuwa waangalizi watakaoshiriki katika zoezi la uboreshaji wa daftari ambao, kati ya hizo ambapo, kati ya hizo taasisi 9 ni za kimataifa na 33 ni za ndani ya nchi. Inasisitiza kwa maafisa waandikishaji kuwa watakapofika katika maeneo yenu, wapewe ushirikiano kwa kuwa ni wadau muhimu, na vitambulisho watakavyokuwa navyo, ambapo watakuwa wamepatiwa na tume, ni utambulisho tosha. Kwa kusisitiza, ni muhimu kutekeleza majukumu yenu kwa umakini katika kila eneo, ikiwemo utunzaji wa vifaa vya uandikishaji, hasa ikizingatiwa kuwa vifaa hivi vimenunuliwa kwa gharama kubwa sana na vinatarajiwa kutumika katika awamu ya pili ya uboreshaji. Kutokuwa makini katika utunzaji wa vifaa hivi kutapelekea athari kubwa katika ukamilishaji wa zoezi hili muhimu. Aidha, napaswa kuzingatia maelekezo yote yatakayotolewa na tume ili muweze kuyafanyia kazi wakati zoezi litakapokuwa limeanza. Matokeo bora ya zoezi hili yanategemea uwepo wa ushirikiano mkubwa kati ya watendaji wote wa uboreshaji, serikali, vyama vya siasa na wadau wengine wa uchaguzi. Ninawasihi muwe na ushirikiano mzuri na wakaribu natume wote pokuwa mwienu na yoyote na tume wakati wote mtakapokuwa mnatekeleza majukumu yenu, na ikiwa mtahitaji ufafanuzi au maelekezo yoyote msisite kuwasiliana na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Nimalizie hotuba yangu kwa kuwakumbusha kauli mbiu ya zoezi letu hili inayosema kujiandikisha kuwa mpiga kura ni msingi wa uchaguzi bora. Baada ya maelezo haya ninawatakia mafunzo mema na utekelezaji mzuri wa jukumu hili muhimu lililopo mbele yenu. na sasa ninapenda kutamka kwamba mafunzo haya yamefunguliwa rasmi. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana mheshimiwa as hotuba ya ufunguzi wa mafunzo haya ambayo ndani yake imejaa maelekezo na naamini watendaji hawa wameyapokea maelekezo yako na watayafanyia kazi na watafanya kazi hiyo kwa uaminifu na weledi mkubwa. Tunakushukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Basi kwa mujibu wa ratiba yetu kwa ridhaa yako sasa, Mheshimiwa mgeni rasmi tutakwenda kupata picha ya pamoja na washiriki wa mafunzo lakini, kutokana na wingi wao na ufinyu wa eneo ambalo tunahitaji kupata picha hizo, basi tutakwenda kwa makundi ya halmashauri kama walivyokuja kihalmashauri, na tutakapotaja halmashauri basi watakuja wakiongozwa na mkurugenzi wa halmashauri husika, afisa mwandikishaji, pamoja na kundi lote ambalo limekuja kutoka kwenye halmashauri. Sisi tutaanza na halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, naomba tuje nyuma ya viongozi wetu tukiongozwa na mkurugenzi, afisa mwandikishaji, pamoja na washiriki wote waliokuja kutoka jiji la Dar es Salaam. hao watafuatiwa na wenyeji wetu Ubungo, manispaa ya Ubungo. Asanteni sana jiji ya Dar es Salaam, manispaa ya Ubungo, karibuni, ikiongozwa na mkurugenzi wa manispaa, afisa mwanyikishaji na washiriki wote niliotoka Ubungo manispaa. Baada ya wenyeji wetu Ubungo, watafuatiwa na halmashauri ya manispaa ya Kinondoni. sana Ubungo. Halmashauri ya manispaa ya Kinondoni, karibuni. Baada ya Kinondoni, halmashauri ya manispaa ya Temeke mjiandaye teni Kinondoni, hongera mkurugenzi kwa kuongoza wababa wengi. Basi yeah. Halmashauri ya Temeke karibuni, ya Temeke karibu ni manispaa ya Temeke. Halmashauri ya manispaa ya Kigamboni, tunawashukuru, mmevuka maji salama na mmefika salama. Ubungo, baada ya hapo, viongozi wetu kutoka ofisi ya uhamiaji, pia mjiandae kwa ajili ya picha ya pamoja na emrasmi

Asanteni sana basi, picha ya mwisho itakuwa ni meza kuu yenyewe. Basi tunawashukuru sana wapiga picha wetu kwa kuchukua matukio muhimu kabisa, kumbukumbu nzuri sana na sasa mheshimiwa, mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kuwa mafunzo haya yana mwenyekiti wake wa mafunzo, na tayari alishapatikana na wakitangaza kwamba alipita bila kupingwa, amechaguliwa kwa kura zote za ndio. Sasa nimkaribishe mheshimiwa mgeni rasmi na mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi uweze kuongea machache na baada ya hapo umkaribishe mwenyekiti wa mafunzo ili aweze kutuongoza kwa ratiba inayofuata kwa siku ya leo na kesho. Karibu sana mheshimiwa mgeni rasmi.

Sisi tutashiriki mafunzo haya sio kwa moja kwa moja, bali tunaatatokea, tutapotea, lakini eh, tunawatakia mafunzo mema, na kama hatuja hatujarejea kuja kuja ushiriki nani, basi lazima kesho, baada ya mafunzo tuta katika sherehe ya kufunga. Naomba mwenyekiti wa mwenyekiti wa mafunzo sasa uje hapo mbele, ni kukabidhi kiti chako kwa sababu, kama nimesema, kuza ya sasa ni kwako, ili uendeleze uendeleze. Ile tumpigie makofi mwenyekiti wa mafunzo akiwa anakabidhiwa kiti chake, wanakwenda kuendelea na majukumu mengine ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, na sasa mafunzo haya yataongozwa na mwenyekiti wetu wa mafunzo Tapia, tinae na pia ametunza muda, tunaye ambaye atakuwa na endelea kwa ratibu kwa muda wote Nukta hii mtazamaji wa uchaguzi TV, tunakamilisha matangazo haya mbashara kutoka katika ukumbi huu wa Ubungo Plaza hapa jijini Dar es Salaam, ambapo mafunzo ya siku mbili ya uboreshaji wa daftari la kudumu la piga kura kwa watendaji ngazi ya mkoa huu wa Dar es Salaam yanaendelea na yatakamilika kesho tarehe saba mwezi huu wa tatu elfu mbili na ishirini na tano. Kwa niaba ya jopo zima la uchaguzi TV. Mimi ni Shafiru Makosa. Asante na kwa heri. Our next conversation is about, you know, financial management.